Baada ya kuahirishwa kwa mchezo wa Machi nane wa Simba na Yanga ambao ulipangwa kuchezwa siku hiyo eh, lakini ikatokea sintofahamu siku moja kabla, nikiwa na maana Machi saba, baada ya Simba kudai kuwa walizuiliwa kutimiza haki yao ya kikanuni eh, kanuni ya kumi na saba ibara ya arobaini na tano ikiwa ina, inawapa haki timu mgeni kufanya mazoezi siku moja Eh, kabla ya mchezo au masaa ishirini na nne eh, kabla ya mchezo kwenye uwanja usika wa mechi eh, ambao uwanja usika wa mechi tunazungumzia ulikuwa ni, ni Benjamin Mkapa eh. Zikasambaa video mbalimbali mbali zikionyesha basi la Simba ambapo kwa mujibu wao Simba lilikuwa na wachezaji tu eh, na walikuwa wakitaka kutimiza haki yao ya kikanuni ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyotaka siku moja kabla ya mchezo. Eh, kudai kuwa wamezuiliwa na wamefanyiwa fujo na mabouncer au makomando ambao wao kwa madai yao wanadai ni, ni, ni walikuwa wa klabu ya, ya, ya Young Africans usiku sana. Baadaye likaja likatoka tamko la Simba, taarifa kwa umma ikidai kuwa Simba haitoshiriki mchezo huo mm, kwa sababu ya kuvunjwa kwa, kwa kanuni mm, ambazo zinaiendesha ligi kuu ya soka ya, ya Tanzania wakidai kuwa wahusika wachukuliwe hatua na hawatoshiriki mchezo huo kwenye siku iliyopangwa mpaka hatua hizo zitakapochukuliwa. Basi Machi nane asubuhi mm, maandalizi mengine ya mchezo aliendelea ikiwa ni bodi ya ligi kupost posters mbalimbali zikiashiria mchezo upo na utachezwa siku hiyo husika. E, ikiwepo na, na, na taratibu zingine za kimchezo zikiendelea kama kuuza ticket. Wakati ya hayo yakiendelea, pia kulikuwa na kikao cha kamati ya saa 72 siku hiyo hiyo ya, ya tarehe nane ambao baadaye kikao hicho mm, kilikuja na maazimio ya kuahirisha mchezo huo namba 184 wa ligi kuu ya soka ya NBC kwa madai ya kuwa kulikuwa na sintofahamu zinazokwamisha mchezo huo usifanyike, na wataendelea kufanya uchunguzi zaidi, kuja na matamko na adhabu na, na kwa ambao wanahusika na taharuki hiyo iliyosababisha mchezo huo kutofanyika. Mambo mengi hapa ya katikati yameendelea, kama kauli ya rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF Wallace Karia baada ya kutoka, ya kutoka Moroko kwenye, kwenye mkutano mkuu wa CAF akidai kuwa hatovumilia watu wote, timu yoyote, kikundi cha watu, timu au mamlaka yoyote ambayo inataka kuharibu mpira, mpira wa nchi hii. Zikazuka hisia mbalimbali ikiwemo swala la Young Africans kuona kuwa hawajatendewa haki na wataenda kuidai haki yao CAS Eh, mahakama kuu hii inayohusika na, na maswala ya kimichezo mahakama kuu ya rufani inahusika na, na masuala ya kimichezo ambayo inapatikana eh, nchini Uswizi. Basi hii leo kupitia chombo cha habari cha Mwananchi Digital kilichofanya mahojiano na mwenyekiti wa Bodi ya Ligi Kuu Tanzania, Steven Mguto, eh, eh, na na Aki, akiweka wazi kuwa sakata hili linawapa ugumu kuliamua na, na kadri inavyozidi siku zinavyozidi kwenda linazidi eh, kuzua kuzua kuzua mambo mengi na kuja na, na, na, na, na taswira mpya huku Mzee Mguto akisema kuwa tayari wameijibu barua ya Yanga na pia hawana mamlaka ya kuwazuia Yanga kwenda CAS ila akisisitiza kama Yanga watakwenda CAS kwa kipindi hiki ambacho wao hawajasema kuwa suala hilo limeamuriwa vipi, basi itakuwa ni kitu cha kuchekesha, na akisema kuwa maamuzi ya mwisho ya bodi bado hayajatolewa. Kwa hiyo ukiacha hizi taarifa zote za kuwa Yanga walijibiwa na kuwa wanaenda CAS, Mzee Mguto ameweka wa wazi kuwa bodi haijafikia maamuzi yoyote na ameongeza kuwa anaamini suluhu ya jambo hili inaweza kupatikana kupitia vikao vyao ndani ya bodi, akieleza kuwa busara na hekima pia zinapaswa kutumika ili kila upande uridhike na kupelekea swala hili kuisha bila kulipeleka nje ya nchi, akiwa na maana ya kwenda CAS. Taarifa ni nyingi zilizuka mitandaoni hapo jana juzi na jana kuwa Yanga walijibiwa barua yao ya kuomba alama tatu walioituma bodi ya ligi, lakini jana msemaji wa bodi ya ligi kuu e, Karim Boimanda alikuja na kukanusha taarifa hiyo akisema hawajapokea barua yote ya Yanga kudai pointi tatu, na wao hawajawajibu Yanga kwa kitu chochote kile. Na pia mzee Mguto amezua tafrani na kueleza kuwa haya yanayotokea sasa ambayo yanafanywa na Simba na Yanga ni matokeo ya malezi mabovu ambayo walianza kupewa tokea hapo nyuma e, akiwa na maana kuwa hii nguvu wanayo Yanga na Simba ya kugomea mamlaka na pia kufanya wanavyoweza ni kwa sababu walishaanza <coughs> kulelewa vibaya tokea hapo nyuma, kwa hiyo wao wamerithi tatizo la malezi mabaya akitupa aki, aki, aki challenge wana michezo na kuuliza sisi tutafikiriaje endapo Simba na Yanga wakishushwa daraja, au wakituuliza sisi kama wadau tungekuwa na mamlaka hayo tungekuwa na uwezo wa kuishusha Simba au Yanga daraja, ni jambo ambalo pia ni kweli lina, linafikirisha. Mzee Mguto amesema malezi ya Simba na Yanga yalikosewa tangu huko nyuma ndio maana wanasumbua mpaka hii leo katika kusimamia kanuni na utaratibu, akiongeza kuwa ilibidi mechi iahirishwe ili kuepusha timu kushushwa daraja. Kwa kifupi, iwapo taratibu na kanuni zingezikatiwa, ni tafsiri nyepesi tu kutokana na maneno ya mzee Mguto kuwa Simba angeshushwa daraja. Mzee Mguto akaweka mkazo akisema haya yaliyotokea Machi nane sio kesi okay, si kubwa kama ile iliyotokea Yanga walipogomea mchezo mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Na anasema na kama sheria ingefuatwa inge kwa usahihi basi, Yanga walipaswa kushushwa kushushwa daraja, ambavyo kama sasa ambavyo wasingeahirisha mchezo, Simba ange, angepaswa kushushwa daraja. Kwa hiyo kinachoonekana hapa ni kubalance matukio bodi wana balance tukio la Machi nane na tukio lilotokea elfu mbili na ishirini na moja. Na mzizi wote wa jambo hili mzee Mguto ameliweka wazi kuwa ni malezi mabovu. Simba na Yanga walishaanza kulelewa vibaya, wakipewa mamlaka makubwa ya kuamua vile wanataka. Na mimi nitakuacha wewe na swali la mzee Mguto: ingekuwa wewe ndio unatoa maamuzi, je, ungekuwa na hiyo nguvu ya kuishusha Simba au Yanga daraja? hii ni Dimbani Konekti kaa nasi kwa taarifa zote za kimichezo.